Msanii wa muziki kutoka Afrika anayekuja kwa jina la Yami ambaye ni anafanya vizuri kwenye upande wa muziki wa kizazi kipya wa Bongo. Uh, ameweza kuzua taharuki na kuweza kuweka hoja na maswali mengi kupitia kwa mashabiki, lakini pia na watu mbalimbali. Aliweza uh, usiku Valentine aliweza kuposti uh, video ikimuonesha yeye uh, amezawadiwa pesa nyingi sana ni pesa nyingi sana amezionesha kwenye kitanda, ikionyesha pia na maua, ameweza kuzawadiwa na zawadi nyingine nyingi kabisa. Na hii ilizua taharuki kwa mashabiki mbalimbali, mbali waliweza kumvamia na kumwambia kwamba aa, haiwezekani eh, wewe upewe zawadi na mtu ama upewe pesa na mtu. Watu wengi walisema kwamba ni amejizawadia yeye mwenyewe, hakuna mtu yoyote ambaye alimpa, kwa sababu wanaamini kwamba watu wengi Yammy eh, yuko single, hana mpenzi. Na baada ya hivyo aliweza kutuma ujumbe ukija na video ukimwonyesha yeye na mpenzi wake, aliweza kumuonyesha kwa mara ya kwanza kabisa eh, mpenzi wake ambaye hakumuonesha e, mwili mzima aliweza kumuonesha upande tu, kwamba akionyesha wale ambao wanasema kuwa hajazawadiwa na mtu yoyote, bali amejizawadia mwenyewe. Lakini pia iliweza kuzua kitu chengine kipya ambacho msanii huyu anayekuja kwa jina la Gucci aliweza kumattack kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliweza kutuma ujumbe mzito ukiwa umemaanisha direct Yami nakwenda kusoma ujumbe huo ambapo ulimaanisha direct Yami. Ujumbe unaosema kwamba nilikuwa najiuliza sana, mbona binti anajua sana kuimba? Kwa nini sasa Danandi amtaki tena? Kumbe kananyakua kama mwewe. Binti Mungu anakuona na huko ulipo, nafsi ikusute sana. Waza nisingekukutanisha na huyo mtu, ungekuwa na maisha gani saa hizi? I say, akaweza kuweka hapo emoji, kama anamtakia kila la heri kwenye safari yake ya mahusiano. Na hii imeonesha wazi kwamba huyu msanii ameonesha kwamba ameibiwa mpenzi wake na sasa hivi ameweza kudate na Yami. Hatujajua ukweli uko vipi kiundani zaidi na pia hatujaweza kupata kumwona Yami akieleza kiupande wake, labda ni e, nini, labda anaweza kuzungumza au anaweza kuambia ma, mashabiki. Hayo ndio anayoendelea sasa kutoka kwa Yammy pamoja na Gucci, jambo jipya hilo ambalo limefufuka baada ya Yammy kumuonesha mpenzi wake eh, kwa mara ya kwanza. Tuambie kwa upande wako, ushusha komenti yako hapo kwenye comment section, tuambie unalipi la kutuambia. Hii ni Zantime, sisa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.